Tuombe Mungu wetu na baba yetu. Mungu uliyeumba mbingu na nchi, tuna kila sababu ya kuliitia jina lako lenye uweza na mamlaka. Asante kwa ajili ya watoto wako na watumishi wako ambao umewapa neema ya pekee kusikiliza kipindi hiki ambacho sasa tunaenda kukianza. Ninakualika Mungu wa majeshi, uwe pamoja nao, watunze, uwaimarishe sawasawa wapenzi wako na neno lako. E Bwana, likafanyike taa ya miguu yao kila mahali watakapokuwa wakipita, lakini neno lako likasimame kama ufunguo katikati ya maisha yao. Usiwaache e Bwana, kwa sababu wewe umekuwa mkombozi katikati ya maisha yetu. Asante Bwana, kwa sababu neema yako ni kuu na ya ajabu. Ninaamini mungu wa majeshi utatenda sawasawa na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu, amen. Tutaimba wimbo namba 89 na baada ya hapo tutaendelea na somo letu. Kumbuka Gesemani asongapo, shetani mwokozi ukamwone, ateswavyo shambani

Upaji wa tambiko ameutoa, yeye kasema imekwisha. Tiwa Yesu kumbuka, kumbuka bustanini

Nikukaribishe sasa katika somo letu tunaloendelea nalo ambalo tunajifunza njia ya msalaba, kwenye kipengele cha matukio ya njia ya msalaba, matukio ambayo Bwana Yesu Kristo alipitia wakati anauendea msalaba. Ni matukio ambayo yanalenga kututafakarisha na kuendelea kutuimarisha imani zetu, lakini pia kujua siri zilizopo katika matukio haya yakiwa na maana yake katika vipindi hivi ambavyo tuko navyo kwa ajili ya majira haya ya Kwarezima. Tuliona katika kipindi cha karamu ya mwisho, lakini pia tulijifunza kuhusu maombi kule bustanini. Sasa siku ya leo tunataka tutafakari tena kipindi kingine ambacho ni cha Yesu kukamatwa, kukamatwa kwa Yesu. Yesu Kristo anakamatwa. Na katika kipindi hiki tutarejea kutafakari maneno ya Mungu kutoka Injili ya Mathayo ishirini na sita mstari wa arobaini na saba mpaka hamsini na sita lakini pia unaweza kuyapata katika Marko kumi na nne mstari wa arobaini na tatu mpaka hamsini pia luka ishirini na mbili mstari wa arobaini na saba hadi ule wa hamsini na tatu hivyo hivyo katika kitabu cha yohana mtakatifu sura ile ya kumi na nane mstari wa kwanza hadi wa kumi na moja habari hizi utazipata kuhusu kukamatwa kwa yesu kukamatwa kwa bwana yesu baada ya kumaliza maombi yake katika bustani ya getsemani Tutasoma sasa kitabu chetu cha Mathayo mtakatifu sura ile ya 47. Mathayo mtakatifu sura ile ya 26 mstari wa 47 hadi hamsini na sita, nitawatangulia kusoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu: Basi alipokuwa katika kusema, Yuda mmoja wa wale tenashara akaja pamoja na kundi kubwa kubwa wenye mapanga na marungu wame watu. Na yule mwenye kumsaliti alikuwa amewapa ishara akasema, nitakaye mbusu huyo ndiye mkamateni. Mara akamwendea Yesu akasema, salamu rabi, akambusu. Yesu akamwambia rafiki, fanya lililo ulilolijia wakaenda wakanyosha mikono yao wakamkamata Yesu. Na tazama, mmoja alikuwa pamoja na Yesu akanyosha mkono wake akaufuta upanga wake akampiga mtumwa wa kuhani mkuu akamkata sikio. Ndipo Yesu akamwambia, rudisha upanga wako mahali pake, maana wote waushikao wa upanga wataangamia kwa upanga. Ama unadhani kuwa mimi siwezi kumsihi Baba e, naye ataniletea sasa hivi zaidi ya majeshi kumi na mawili ya malaika? Yatatimizwaje ya basi maandiko ya kwamba hivyo ndivyo vilivyonipasa kujiri. Saa ile Yesu akawaambia makutano, Je, mmetoka kama kumkamata mnyang'anyi wenye upanga na marungu ili kunishika? Kila siku naliketi hekaruni nikifundisha msimnikamate, lakini haya yote yamekuwa ili maandiko ya manabii yatimizwe. Ndipo wanafunzi wote wakamwacha wakakimbia. Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana Yesu asifiwe sana. Katika somo hili ambalo tumeliangalia siku ya leo, ni tukio ambalo sasa Bwana Yesu anaenda kukamatwa na katika tukio hili tunaliona ni muunganiko wa tukio ambalo tumetoka kulizungumza la habari ya Yesu akiwa katika maombi. Ameomba mara, mara ya kwanza akarudi kwa wanafunzi, akaomba tena mara ya pili, akarudi kwa wanafunzi akawakuta wanafunzi wamelala. Sasa akawaambia pumzikieni kidogo, maana namuona anayekuja kunisaliti amekaribia. Tunaona baada ya, ya muda tu kidogo Yuda anatokeza na jeshi lake, jeshi ambalo limesheheni mapanga na marungu kwa ajili ya kwenda kumkamata Bwana Yesu, na wamepeana sigino au ishara ambayo watatumia kumkamata Bwana Yesu, na ishara hii ambayo waliiweka ni ishara ya kumpiga busu, kwamba yule nitakayompiga busu, huyo huyo mkamateni. Na tunaona kweli baada ya kufika kwa Bwana Yesu Yuda akambusu aka, ukiangalia vitabu vingine vinasema uh, vina anasema ana salamu Rabi, huku akimbusu, lakini Yesu anamjibu kwa kauli moja tu, anasema fanya, fanya ulilolijia. Baada ya kumwambia hivyo, tunaona yu, yu, yu, wale watu wanakuja kumkamata na katika hali ya kumkamata sasa, tunaona mmoja wa wanafunzi huyu alikuwa anaitwa Petro alikuwa na tabia ya kwake ambayo alia, aliamua kupambana kibinadamu akavuta upanga kiunoni mwake kisha kumshambulia mmoja wapo wa askari waliokuja kumkamata Bwana Yesu, na hapo hapo alimkata sikio. Na baada ya kumkata lile sikio tunaona waziwazi -wazi kwamba Yesu anamwambia Petro kwamba kitendo ulichokifanya sio kizuri, rudisha upanga wako kiunoni, kwa sababu mtu yule atakayeinuka atakayetumia upanga kuzuru mtu yoyote, naye ataangamia kwa upanga. Na baada ya tukio hilo kutokea, tunaona waziwazi Bwana Yesu, ukisoma vitabu vingine, alichukua lile sikio na akalirudishia mahali pale alipokuwa amekatwa, na lile sikio likaunga kabisa, akawa vizuri. Kisha wanaamua kumkamata Bwana Yesu, lakini pia anamuonyesha kitu kingine Petro kwamba katika hali hiyo, anakuambia anamwambia kwamba nalikuwa na uwezo wa kualika majeshi vikosi kumi na mbili kutoka mbinguni vya malaika, wakaja kuwashambulia watu hawa lakini haya yanatokea ili lipate kutimizwa lile kusudi la Mungu lililokusudiwa. Katika hali hiyo, tunaona baadhi anyanyua upanga kumwangamiza. Tumeona watu wakilipiza kisasi juu ya mapenzi, wakilipiza kisasi kwa kufanya kwa jambo alilotendewa, wanafanya mambo ya kinyama. Hayo hayafai. Tunaona Petro yeye alizuiliwa na Bwana Yesu alichukua sikio na kulirudishia. Lakini wale watu hawakuelewa chochote. Lakini mwisho kabisa nikufundishe kitu kimoja cha mwisho ambacho ni wanafunzi wake wakatawanyika na kumkimbia Bwana Yesu. Hiki kinatufundisha nini? Kinachotufundisha hapa kuna pointi ya muhimu ya msingi kwamba unapokuwa katika dhiki usitegemee kwamba utakuwa na kampani ya watu unapokuwa katika shida, watu waliokuwa karibu na wewe wa kukusaidia wanaweza kukukimbia, lakini yupo Mungu atakuwa pamoja na wewe, yuko Bwana atakayekusaidia. Acha kuwatumainia wanadamu, acha kuwategemea watu, mtegemee Mungu aliye mweza wa yote. Wanafunzi walimtawanyika wakakimbia. Wengine walikuwa wanasema, sisi tuko tayari kufa na wewe Bwana Yesu, mahala popote utakapopita tutapita. Ilipofika wakati wa kukamatwa, walipita kila mtu njia yake. Hili ni fundisho kwetu kwamba katika wakati wa dhiki, hebu endelea kumtegemea Mungu na kumtumaini Mungu. Mtegemee Mungu, atakusaidia. Usitake kufuata kampani ya watu, hata kama unapita katika gumu, ni la kwako, hebu zungumza na Mungu naye Mungu atakusaidia. Nikutakie baraka za Bwana. Mwisho kabisa, nikwambie kwamba katika kila jambo linalotokea linatokea kwa mapema, sema unanyanyua Yesu na wanafunzi wanamkimbia wanatawanyika. Sasa hii habari inatufundisha nini kwetu siku ya leo, siku ya leo? Kwamba cha kwanza tunachojifunza, kwamba adui wa kwanza ni yule wa nyumbani mwako, adui wa kwanza anatoka nyumbani mwako. Tunaona kwamba mtu wa kwanza ambaye ametengeneza njama za kumsaliti Yesu ni mwanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo ninataka kukuonyesha kwamba ni namna gani unaweza ukawa na mwanadamu yuko karibu na wewe, lakini yule yule ndio anayetumika kukusariti. Yule yule anaye uwezo wa kukugeuka saa yoyote na dakika yoyote, na alikuwa rafiki yako, mnaishi pamoja, mmetembea pamoja, lakini yeye akaja kukugeuka na, na kukufanyia mambo ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu, lakini akaamua kukufanyizia, akaungana na watu ambao wana nia mbaya katikati ya maisha yako. Kwa hiyo muda huu ambao nazungumza na wewe, nikutie moyo na nikuelekeze kwamba unahitaji maombi ya Kwaresima, unahitaji kumshirikisha Mungu mara kwa mara, kwa sababu haujui adui yako ni nani. Katikati ya watu ulionao anaweza akawepo agent au mtu ambaye anakuja kukusaliti wewe, anakusaliti katika kazi, anakusaliti katika hali, anaweza akakusaliti hata katika ndoa ni mtu ambaye mmependana naye mnashirikiana kwa pamoja, lakini mnashiriki pamoja ja, um, kila kitu, lakini yule yule amepangwa kukusaliti wewe na anasimama kinyume na lile kusudi ambalo Mungu amelikusudia katikati ya maisha yako. Ni jambo ambalo tunapaswa kujifunza. Mwanafunzi mmoja ambaye alitembea na Yesu kwa miaka mitatu wakihubiri Injili, lakini amemgeuka kwa sababu ya vipande vya fedha. Kwa hiyo wapo watu ambao ni wasariti katikati ya maisha yetu, pasipo kujua siri ya Mungu hatuwezi kuwatambua. Lakini kitu kingine ambacho tunajifunza pale ni pale ambapo Yesu Kristo alitambua na alijua kwamba adui mwenye kumsaliti amekaribia. Hii siri tunaipata kupitia yale maombi ambayo aliyaomba, maana yake alifunuliwa na kutambua. Ili uweze kujua hatua za adui zilizoko katikati ya maisha yako, ya kuhitaji maombi ya kutosha, na katika maombi, hapo ndio siri ya Mungu inafunuliwa katikati ya maisha yako, na pale ndipo utakapopata neema ya kujua kila hatua adui ambayo anaitu mia kila hatua utamuelewa tu adua ny nyayo zake anapokanyaga, unaelewa moja kwa moja kwa sababu gani? Unayo maombi na umeshafunuliwa siri na Mungu. Kwa hiyo inakuwa ni vyepesi zaidi kusoma nyayo za adui, lakini kutambua kwamba adui amefikia wapi. Kwa hiyo katika maombi haya ambayo tunaendelea nayo ya mfungo, ni wakati wako wa kumkaribia Mungu ili Mungu akufundishe kujua nyayo za maadui wako. Maadui zako wakati mwingine wanakupiga, wanakushambulia, weo hautambui. Tunaona wazi Yesu Kristo alitambua na kujua kabisa kwamba wanaonifuatilia wamekaribia. Kwa hiyo alikuwa na ujasiri wa kuwakabili bila shaka yoyote. Ni tofauti na wanafunzi wake ambao walilala usingizi, baada ya kumwona adui ametawala, walitawanyika na kukimbia. Jambo jingine ishara, ishara, tunaona waziwazi, wazi kabisa akawaambia kwamba yule nitakaye mbusu ndiye. Haujajua maadui wako wameandaa ishara za namna gani? Zipo ishara ambazo wanatumia sasa. Katika ishara hizo wewe huwezi kuzigundua usipokuwa mwana maombi, usipoenda mbele za Mungu na kumwomba Mungu akusaidia na kukupa nguvu. Nikualike ndugu yangu, mwombe Mungu ujue ishara za maadui wanazozitumia, kwa sababu ukizifahamu ishara, haitakupa shida. Maadui wanaweza kukuzunguka wakiwa wanapeana ishara, na hizi ishara zikaweza kukuhangaisha, na ikafika mahali kupitia ishara hizo wakaweza kukuweka kwenye mtego na kukuangamiza. Lakini kama umepata neema hii, naomba uendelee kumuomba Mungu akusaidie, uweze kutambua ishara za maadui wanazo, ishara wanazozitumia. Kuna ishara ambazo wanazifanya ili waweze kukukamata wewe, waweze kukuangamiza. Lakini ibilisi ana ishara zake zinazofanya kazi katikati ya maisha yetu, na wakati mwingine anakuja kabisa, anafanana kama jinsi tunapoona mwanafunzi wa Yesu ni mwanafunzi kabisa na amekaa naye, lakini kumbe ni adui lakini Yesu Kristo alizifahamu ishara. Na wengine wanakuja watumishi wa Mungu, lakini wewe ukijua hali ni mtumishi wa Mungu kumbe ni mdanganyifu. Utamfahamuje? Kwa ishara. Ishara ndiyo siri pekee ambayo inaweza kukuonyesha. Kwa hiyo tunaona Bwana Yesu pale, baada ya ishara ya kumbusu, kuna jambo jingine ambalo tunajifunza pale kwamba ukishaitambua ishara ya adui, ni bora kumwambia ukweli wake. Jambo la muhimu lingine la kujifunza, mwambie adui ukweli wake pale utakapomgundua na kumtambua kwa ishara anazozifanya. Tunamwona Yuda Iskariote, baada ya kumbusu Yesu Kristo alimwambia neno moja tu neno kwa ufupi: rafiki, fanya ulilolijia. Kuna wakati mwingine adui amekutegea, kuna wakati mwingine mtu amekufanyia mambo ya ajabu na ishara zimeonekana wazi, mweleze ukweli kwamba, fanya kile ulichokikusudia huna haja ya, kum, ya, ku, ya, ku, ya kufanya kitu kingine. Huna haja ya kumwogopa. Huna haja ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kujifanya uelewi, mweleze ukweli. Tunaona Bwana Yesu anamwambia rafiki, fanya ulichokijia. Tunaona baada ya kumwambia, maneno haya yalimchoma. Ukisoma vitabu vingine vinasema kwamba Yuda unamsariti mwana wa Adamu kwa kumbusu, heri Yuda usingalizaliwa. Yale maneno yalimchoma sana Yuda, ndiyo maana aliondoka pale na kuenda kujinyonga. Sababu iliyosababisha ajinyonge ni kwamba aliambiwa ukweli na Bwana Yesu. Adui utamshinda kwa kumwambia ukweli. Wakati mwingine utakapomwambia ukweli ndipo utakapopata nguvu ya kuweza kumshinda adui. Ni neema ambayo Mungu ameiachilia katikati yetu, ambayo inatupasa kuifanya, ambayo inatupasa kuitenda. Ni neema ambayo Mungu ametupa kumwambia adui ukweli, na adui ukimwambia ukweli ndipo unamnyima nguvu na unampa hofu kubwa anaweza akakimbia au akatawanyika, asikufukuzie tena wala kukutafuta. Kwa hiyo ninakuomba mtumishi wa Mungu unayenisikiliza kwa majira haya, unayeniangalia katika kipindi hiki, hebu tumia nafasi yako, tumia nguvu zako, tumia uwezo ambao umepewa na Mungu kwa njia ya maombi, ili kulifanya hili zoezi, ili kuifanya shughuli hii, ili kufanya zoezi hili pale adui unapomgundua. Watu wengi wamekuwa waoga, wakijua ni adui yake anakuwa anamzunguka zunguka, na wakati mwingine anajifanya mnafiki, ili tu akae karibu naye, lakini akijua ni adui yake. Hiyo siyo jambo zuri. Mtu amefanya makosa, mwambie ukweli, fanya kile ulichokusudia. Hilo litakupa uhuru, maana Biblia inasema mtaifahamu kweli na ile kweli itawaweka huru. Kwa hiyo kumwambia ukweli ni jambo la muhimu, lakini pia tunaona jambo jingine ni lile na matumizi ya upanga. Tunachofundishwa kwamba tusiishi kwa visasi. Tunaona baada ya Yesu kukamatwa ameshapigwa kidogo pale Petro yeye anajawa na hasira. Ile hasira inamsababishia Bwana Yesu hasira ile inamsababishia huyu Petro kwa kuanza kuwashambulia wale walinzi. Lakini Yesu anamzuia. Anamwambia kwa kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo mimi nilikuwa na uwezo wakualika majeshi kumi na mbili ya malaika ya wakaweza kupambana na hawa, wala wasingeweza kuyashinda kumwangamiza. Lakini tumeona watu wakilipiza kisasi juu ya mapenzi, wakilipiza kisasi kwa kufanya, kwa jambo alilotendewa, wanafanya mambo ya kinyama. Hayo hayafai. Tunaona Petro yeye alizuiliwa na Bwana Yesu, alichukua sikio na kulirudishia, lakini wale watu hawakuelewa chochote lakini mwisho kabisa, nikufundishe kitu kimoja cha mwisho ambacho ni wanafunzi wake wakatawanyika na kumkimbia Bwana Yesu. Hiki kinatufundisha nini? Kinachotufundisha hapa, kuna pointi ya muhimu ya msingi kwamba unapokuwa katika dhiki usitegemee kwamba utakuwa na kampani ya watu. Unapokuwa katika shida, watu waliokuwa karibu na wewe wakukusaidia wanaweza kukukimbia, lakini yupo Mungu atakuwa pamoja na wewe, yuko Bwana atakayekusaidia. Acha kuwatumainia wanadamu, acha kuwategemea watu, mtegemee Mungu aliye mweza wa yote. Wanafunzi walimtawanyika, wakakimbia, wengine walikuwa wanasema, sisi tuko tayari kufa na wewe Bwana Yesu mahala popote utakapopita popo, tutapita. Ilipofika wakati wa kukamatwa, walipita kila mtu njia yake. Hili ni fundisho kwetu kwamba katika wakati wa dhiki, hebu endelea kumtegemea Mungu na kumtumaini Mungu. Mtegemee Mungu, atakusaidia. Usisa, usitake kufuata kampani ya watu, hata kama unapita katika gumu, ni la kwako. Hebu zungumza na Mungu naye Mungu atakusaidia. Nikutakie baraka za Bwana mwisho kabisa, nikwambie kwamba katika kila jambo linalotokea, linatokea kwa mapenzi ya Mungu. Ndio maana Bwana Yesu alisema mapenzi yako yatimizwe. Kwa hiyo kuna wakati ya ruhusu mapenzi ya Mungu yatimizwe. Kuna watu, kuna mambo mengine hatutaki kuyakubali kwamba hili nitapambana, unalazimisha liwe lisivyotaka. Tunataka mapenzi yetu yatimizwe, nataka nifanikiwe, nataka nifanye hiki, lakini unaona jambo hilo haliwezekani, limeshindikana. Acha mapenzi ya Mungu yatimizwe. Mungu akubariki sana Nakutakia neema ya Mungu iendelee kuonekana, lakini upate mafunuo yaishi katikati ya ishara hii ambayo nimekufundisha siku ya leo, katika tukio hili la kukamatwa kwa Yesu Kristo. Nawe Mungu akakusaidie kuhimili hata majaribu yanapotokea, kuhimili hata changamoto zinavyotokea, lakini kuhimili maadui wanaopita katikati yetu, pamoja na nyenzo na mbinu wanazozitumia. Mungu akupe neema ya kujua ni mbinu gani wanazozitumia. Mungu akubariki sana na tuombe. Mungu wetu na Baba yetu Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Nina kila sababu ya kuhimidi wewe kwa ajili ya somo hili. Mbariki kila mmoja mmoja atakayeenda kulisikiliza somo hili. Na yule aliyelipokea akapate mafunuo ya ajabu. Zaidi sana mpe tumaini, mfunulie siri zako kuwajua maadui na namna ya kupambana na maadui. Lakini mpe moyo wa uvumilivu kama ulipompa Yesu Kristo. Kumtendea wema hata adui ambaye amefanya mabaya katikati yake, katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu, amen. Mungu akubariki sana, nikutakie baraka za Mwenyezi Mungu ziambatane na wewe, amen.